Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya nane aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, naye akaketi, akawa akiwafundisha. Waandishi na mafarisayo wakamletea mwanamke aliyetumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia: mwalimu mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini, basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua, asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia: Mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia: hakuna Bwana. Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni dominika ya tano ya Kwaresma. Injili yetu ya leo imetupatia wazo kuwa msamaha wa dhambi zetu ni kielelezo cha upendo na huruma ya Mungu kwetu. Katika Injili ya leo tunaletewa mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, yaani aliyekosa uaminifu kwa mume wake wa ndoa. Kadiri ya sheria ya Musa imeandikwa kuwa, na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, na yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Rejea mambo ya ya Walawi, sura ya ishirini, aya ya kumi. Pia katika kumbukumbu kumbu la Torati Sura ya ya 22, aya ya 22. Akiwa amejaa aibu, mama huyu tuliyemsikia katika Injili anapelekwa kwa Yesu. Waandishi na Mafarisayo wanapompeleka mama huyu kwa Yesu wanakuwa na nia mbaya dhidi ya Yesu, wanataka kumjaribu Yesu ili wapate sababu ya kumshitaki. Waandishi na Mafarisayo walitaka kumjaribu Yesu ili kuona kama anapingana na sheria ya Musa iliyoamuru kuuawa kwa watu wazinzi, au akifuata sheria ya Musa atakuwa anapingana na serikali ya Kirumi iliyopiga marufuku adhabu ya kifo, na hivyo angekuwa na hatia na hivyo angemshitaki. Na pia akiamuru apigwe kadiri ya sheria ya Musa atakuwa anapingana na mafundisho yake mwenyewe juu ya msamaha, huruma na mapendo. Yesu, akitambua mawazo yao, anawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu hawe wa kwanza kumtupia jiwe. Hapa Yesu anawakumbusha kuwa jambo la msingi ni kitu kimoja, kuichunguza dhamiri. Jukumu la kuwaonyoshea vidole wengine si letu wanapogundua kuwa nao pia ni wadhambi, kimya kimya wanatawanyika, wakitanguliwa na wazee, hata wa mwisho wao. Yesu anamwonyesha mama huyo upendo na huruma ya Mungu kwa kumwambia, wala mimi sikuhukumu, nenda zako, wala usitende dhambi tena. Wapendwa wana familia ya Mungu, tulikianza kipindi cha Kwaresma kwa kupakwa majivu kichwani kama ishara ya toba na kama ungamo la hadharani kwamba sote tu wa dhambi. Mwanamke aliyekosa uaminifu kwa mwenzi wake wa ndoa anatuwakilisha sisi sote. Tumemzunisha Mungu kwa kukosa uaminifu kwake, yaani kwa kuvunja amri zake kumi. Lakini Mungu ni mwenye huruma na upendo hata kama dhambi zetu ni nyingi na ni kubwa kiasi gani, Mungu yuko tayari kutusamehe, ili mradi tunamwendea kwa moyo wa majuto. Ni wito kwa kila mmoja wetu kuchunguza dhamiri yake, kutambua dhambi, kufanya toba ya kweli na kuziungama dhambi hizo. Ni kwa kufanya hivyo, Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi hizo hata tusamehe, na tutaanza maisha mapya yaliyojawa na neema hadi pale tutakapounganika naye katika ufalme wa mbinguni. Naendelea kuwatakia mwisho mwema wa mfungo wa Kwaresma. Ni mimi Padri Richard Barnos, wakili paroko katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa mjini Lindi.